Nipe <tusimu> uh, <tusimu> <n, tusimu> Kwa hiyo sasa mmeamua nini? ana mikia miwili. Sasa mfanye hivi. <laughs> Kaumo hamna dume humo, nasikia hayo ni majike. Unasikia, nasikia <tusimu>

hanga palepale, inakuwa kama kijiko anachotea eh, maji ni wanaokuwa wanafanya kazi.